Tangu mwaka wa 2007 katika mashindano ya dunia wanariadha Brimin Kipruto, Ezekiel Kemboi na Richard Matelong wameshiriki pamoja kuiwakilisha Kenya vyema katika mashindano ya mita elfu tatu kuruka viunzi na maji. Mwaka huu Abraham Chirchir anajiunga nao katika mbio za dunia. Kipruto takes the water jump, doesn't step on it. Straight on. Mwaka wa 2009 mwanariadha Brimin Kipruto ambaye ndiye bingwa wa Olimpiki alikosa kunawiri na kupoteza taji lake la dunia huko Berlin. Mwaka huu baada ya kushinda mbio za kitaifa aliweza kuandikisha muda bora zaidi msimu huu katika mbio hizo na kuonyesha ishara kuwa amerejea katika ile hali aliyokuwa nayo aliposhinda mataji ya dunia na olimpiki. so... For for for for me me I'm not say I I I was was in preparing for world record record record but but we are are running for the win I I didn't know it is inside inside world record but you come and tell me you are inside record so that's why I was very happy for that. Mwanariadha Ezekiel Kemboi bado hajajiunga na kikosi hiki cha mita elfu tatu lakini anatarajiwa kuwa kambini kabla ya wiki ijayo. huku hayo ya kijiri zaidi ya wanariadha 30 tayari wamefika kambini, huku wanariadha watano wakiwa nchini Uingereza kwa mashindano ya wikendi hii ya Diamond League. Celestine Karoney, KTN Leo Michezo.